Maisha ya watu katika mji huu wa Nairobi yanategemea usafiri wa matatu. Sehemu kubwa ya wakazi wake, zaidi ya milioni tatu, husafiri kwa matatu. Biashara ya matatu ina kipato si haba. Wamiliki wa matatu hulipa mamilioni ya pesa kwa serikali ya kaunti kama ada ya kuegesha magari na malipo mengine, lakini matatu inaweza kuondoka tu baada ya kujaza abiria, na hii inakuwa kero kwa wafanyabiashara katikati mwa jiji. Hata hivyo baadhi ya wafanyabiashara wanasema kuwa wanapata hasara, kwani magari haya yanaziba biashara zao. Sasa wanataka yaelekezwe maeneo yaliyotengewa kuegesha magari ya usafiri wa umma. Wafanyabiashara hao wametishia kuacha kulipa kodi hadi pale serikali ya kaunti itakapochukua hatua. Nayo serikali ya kaunti ya Nairobi inataka idadi ya matatu jijini ipunguzwe katika miezi miwili ijayo, ili kuondoa tatizo la msongamano wa magari. Wiki iliyopita hatua ya serikali ya kaunti ya kufuta vyeti vya kuegesha magari ilisababisha mzozo kati ya wenye matatu na serikali hiyo. Kulingana na sheria za, za jiji ni ni inatakikana kuwa wanapoingia katika katikati ya jiji wachukue muda mfupi uwezekanavyo haswa uh, dakika tano, ku, ili abiria waweze, kush, ku, ku, abiria waweze kushuka na wengine waweze kuabiri. Wenye matatu wanasema hawaoni tatizo kuhamishwa ila wanasisitiza kwamba serikali ya kaunti inahitaji kuimarisha miundo mbinu katika maeneo waliotengewa. Lakini yale ambayo yanafana sana, tulisema kama itakuwa watatoa magari ya uchukuzi wa abiria katika jiji la Nairobi kupeleka mahali pengine, kwanza watengeneze mahali gari zinapelekwa, na mahali ya hapo pasiwe mbali, iwe ni mahali inakaribia CBD, yaani katikati ya Nairobi, ndio wale wa abiria wakishawekwa pale wale wanataka kutembea mguu waje mpaka jiji la katikati ya jiji wapate nafasi ya kutembea. Diana Kendi, QTV.